Karibu katika chaneli yangu ya Mwalimu Roda. Kipindi kilichopita niliongelea ni kuhusiana na njia rahisi ya kumfundisha mtoto katika kuandika herufi. Kipindi hichi ni mwendelezo wa kile kipindi kilichopita. Hivyo basi, kama huja subscribe chaneli yangu, ni vema ukabonyeza alama kengele iliyoandikwa subscribe, ili tuweze kuendelea mwanzo mwisho. Njia ya tatu ya kumfundisha mtoto namna ya kuandika ni njia ya kutresi. Hii ni njia nzuri zaidi katika kumfundisha mtoto ili aweze kuelewa namna ya kuandika. Katika kuiandaa hii njia, wewe mwalimu au mzazi, cha kwanza inabidi kuandaa karatasi ambayo linakuwa na limechorwa herufi kwa kutumia wino, ambapo huo wino unakuwa ni hafifu au tunasema hilo karatasi linakuwa traceable sasa ukishampatia mtoto mtoto, inabidi azifatishe zile herufi kwa kutumia penseli mara kwa mara. Utampatia lile karatasi ambalo linakuwa limeandikwa kwa wino hafifu herufi, lakini mtoto yeye atakuwa anafatisha mara kwa mara kwa kutumia penseli. Hiyo itamjengea uelewa zaidi wa mtoto kuelewa namna ya kuandika, lakini pia kuweza kuzielewa zile herufi. Njia nyingine ambayo utaitumia kumfundisha mtoto kuandika ni kufanya mafunzo kuwa mchezo. Sasa kuf... hii njia ni nzuri sana, na watoto wengi huwa wanaipenda kwa sababu inagusa saikolojia yao moja kwa moja. Watoto katika kujifunza, wengi wanaelewa zaidi kupitia michezo. Kwa hiyo unapokuwa unafundisha mtoto mdogo, pendelea sana kutumia mchezo kama mafunzo, au mafunzo kuyatumia kama mchezo. Hii njia inabidi uwe na udongo au unaweza ukatumia unga. Katika kutumia udongo au unga, unaweza ukaweka udongo au unga, ukampatia mtoto, ukamwambia kwamba achore herufi. Kwa hiyo anaweza akachora herufi C, anaweza akachora herufi B kupitia ule udongo. Hii ni njia nzuri sana na inaweza ikamsaidia mtoto kuweza kuelewa namna ya kuandika herufi. Njia nyingine nzuri kwa ajili ya kumfundisha mtoto kuandika herufi ni kutumia nyimbo na miundoko. Hii ni njia nzuri sana na ambayo inaweza ikamfanya mtoto aweze kuelewa kwa haraka. Wewe kama mwalimu au mzazi, inabidi unapomfundisha mtoto utunge nyimbo rahisi kwa kila herufi, yaani kila herufi ambayo unayomfundisha hakikisha unamtungia nyimbo. Hii itamfanya kuelewa zaidi na kufurahia kipindi anapokuwa akijifunza. Mfano, unaweza ukamwandikia herufi a ukamwambia hivi namtafuta a Asha, namtafuta b bata. Au ukamwandikia a ukamwambia a, a for apple b for bags c for cat. Hii itamjengea mtoto uelewa zaidi na pia atakuwa anafurahia, kwa sababu watoto wanapenda sana kucheza wanapenda sana kusikia nyimbo. Kwa hivyo utakavyokuwa ukimfundisha kwa kutumia nyimbo, itamjengea uelewa zaidi na kupenda kujifunza. Lakini njia nyingine ambayo itamsaidia mtoto kuweza kuelewa namna ya kujifunza herufi ni kurudia mara kwa mara na kwa upole. Hii ni njia nzuri sana. Wewe kama mzazi au mwalimu unapomfundisha mtoto wa awali, jua kwamba watoto wanahitaji kurudia mara nyingi sana ili waweze kuelewa. Hivyo unapomfundisha usipende kumkaripia au kumpiga, inabidi umfundishe kwa upole, lakini pia inabidi urudie pale ambapo unaona hajaelewa. Unaporudia mara kwa mara unamjengea kuelewa zaidi, ataendelea kujifunza, ataendelea kuandika na mwisho wa siku ataweza kumasta na kuelewa namna ya kuandika herufi. Kumbuka, herufi ni msingi wa kusoma na kuandika kwa mtoto. Hivyo wazazi na walimu tusaidizane kwa pamoja, kuwa na uvumilivu, ubunifu na upendo kwa watoto, ili tuweze kuwafundisha na waweze kuelewa kwa ufanisi na ufasaha zaidi. Asante kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli ya Mwalimu Roda kwa somo lingine bora zaidi. Asanteni na wapenda sana.